Sana wana media kwa kunipatia hii nafasi kusimama hapa kama kijana kwa kutoa hii, hii, ni nini kwanza? Kuchangia hii mada. Kuchangia hii mada. Mm, ya kuwa mm, kwa nyumba kama mwanamke ako na pesa na mwanamume hana pesa, ni nani anafaa kurespect mwingine ama respect inafaa ukuwa wapi juu sana? Kwa hivyo mimi nasimama hapa nikisema kama mwanamke ako na pesa, mwanaume unafaa ukuwe na respect sana. In fact, hata unafaa unamuinamia akifika hivi unaenda unamsaidia kubeba bag, unamleta juu. Kwa mfano saa hii sio rahisi mwanamke kukuwa na pesa kwa nyumba eh, hakuna. Mimi nakupinga ndugu yangu, mimi nachangia hii mada kusema ya kwamba hata kama mwanaume ana pesa na mwanamke ako na pesa kwa nyumba, ni vizuri huyo mwanamke apee hiyo, huyo mwanaume hizo pesa, ndio huyo mwanaume ampikie budget, ndio ampikie budget, ndio amplanie vile watafanya hiyo nyumba, kwa sababu mwanaume in, is the head of the house even in the Bible mwanaume ndiye the head of the house. Wewe mwanaume umekaa umekaa hapo mwanaume, wewe umeshika hivi umeona inachaa kwa mkono, badala uende utafute kazi, wewe ni kujikaisha. Mwanamke ametafuta pesa zake, pesa ni zake Tana, tunasema hiyo. Wakati wewe una kazi kama mwanaume manu... na mwanamke wako akona pesa, mwanamke mzuri anakuja na kupigia makoti, anasema mume wangu, chukua hizi pesa. Niambie tufanyie nini? Kwa hivyo the best thing you can do there because of the woman has money and you mwana you don't have money. You need to respect her. Unafaa umpe heshima yako inafaa ionekane juu. Hakuna hata wao mwingine. Hakuna hata wao mwenye respect. Hapo mwanamke atakutarau. Atakutarau na nini na pesa ni zake? Si pesa ni zake. Atukatai pesa ni zake, lakini atakutarau the moment yeye ndiye anakupea pesa. Hey! Mwanamke mwenye akili anakwambia, baby nimepata hizi shilingi elfu ishirini Sika, kwa mfano, tua, toa ma, hapo ulipe rent. Mwanamke ni ame, nipe pocket money elfu mbili. Singine, weka. Ndugu yangu unachoa unatupa maneno, hata unipei nafasi ya kuongea. Wacha nizungumuze. Oh yeah. Unajua unajifanya, oh, sana. Una, wacha nikuambie, kwa mfano, mwanamke ametoka kazi, amechoka. Amefika kwa nyumba. Amechoka na amefika na shopping. Amepiga hapo. Wewe mwanaume umekaa kwa TV tangu asubuhi. What do you expect? Afike aoge, aende akupikie, ukuche ukule. Kabisa. Umekaisha hapo ndefu. Kabisa pikanamwambia na mke wangu nimechoka sana kukaa, nenda kanipikie. nasikia Mimi nza. Nasimama hapa kama mwanaume na kusapoti wewe kama mwanamke. Ukiona anapeba kiburi, tafuta mwingine, fukusa he, timua. ni wongo. Do, you it is your money. Ni wongo. Hino, it is your wewe. mwanamke kama uko na pesa kwa nyumba na mume wako hana, mulinde mpaka apate zake. ndio nitoroke ha, atapata lini Musa pote, sasa watoto watasemaje? Kama mume wako ako na dream. Musa pote, acha nikuulize ndugu yangu wachana wacha na, na wana media. Wana media wacha tuongee na yeye wacha awache kuwatupia mdomo wacha tuongee na wewe mani kwa mani. Sawa. Sasa nakuuliza ndugu yangu